Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya usalama kwa ngazi ya wilaya, niwahakikishie kwamba Mtwara ipo salama na itaendelea kuwa salama. Hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kimchezo mchezo tu akaharibu aka amani hii iliyoko hapa Mtwara kwa sasa hakuna hivyo ni watoe hofu ndugu zangu wote ambao tuko hapa. Tarehe ishirini na tisa, nawaomba sana mjitokeze, usiogope, toka na familia, toka na ndugu jamaa ama rafiki, nenda kapige kura, usiwe na wasiwasi wowote. Kama utawaona hawa viongozi wetu na vyombo vyetu vya usalama, basi vitakuwepo kwa ajili ya kuwalinda nyinyi ukiviona usiogope, vitakuwa kwa ajili ya kulinda usalama wako wewe na si vinginevyo. Naomba tuwasihi vijana kwamba tarehe ishirini na tisa ni siku ya kuamka na kwenda kupiga kura, ukimaliza rejea nyumbani. Swala la kushawishiwa kuingia barabarani, utakuja umia bure, si ndio? Utapoteza muda wako bure Mwisho wa siku utakabiliwa na vyombo vya sheria, utapoteza ndoto zako zote ulizokuwa nazo. Lakini naamini, naamini kwa kongamano hili la amani, kwa mkusanyiko huu, kwa sababu tunaambiwa kunapokuwa na mtu zaidi ya mmoja, kukawa na wingi wa watu, wa watu Mwenyezi Mungu anakuwepo hapo tunaamini kabisa allah tabaraka wataala yuko hapa tutakapoweza kumlilia leo kumuomba leo naamini kabisa na tunaomba mwenyezi mungu azipokee dua zetu na tuweze kupita salama katika uchaguzi wetu na tarehe ishirini na tisa na baadaye maisha mengine ya kawaida yaendelee hapa Mtwara baada ya kusema haya niwatakie kila laheri Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, dua yetu ifanikiwe na ipokee dua yetu. Asanteni sana wa adha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wabarakatu.